Asante kwa kuendelea kuitazama sauti yetu TV. Kama bado huja subscribe sauti yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni sauti yetu TV. Katika kuhakikisha vijana na watu wenye ulemavu wanaweza kujinua kiuchumi, serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imebainisha mambo sita yatakayowezesha vijana na watu wenye ulemavu kujinua kiuchumi. Akibainisha mambo hayo, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi, vijana ajira na wenye ulemavu, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, katika kongamano la tisa la ununuzi wa umma la mwaka 2025 jijini Arusha, Mheshimiwa Kikwete amesema utekelezaji wa agizo la sheria la kutenga asilimia 30 za zabuni za ununuzi wa umma imeongeza ushiriki wa vijana na watu wenye ulemavu katika michakato ya zabuni katika mwaka wa fedha mwaka 2023 2024, ambapo jumla ya vikundi vya vijana vilipata tuzo za zabuni zenye thamani ya shilingi bilioni 4.02. Amebainisha pia utekelezaji wa mpango wa asilimia kumi ya mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya mikopo isiyo na riba kwa vikundi vya vijana wanawake, na watu wenye ulemavu. Swala hilo limeongeza ustawi wa makundi hayo ambapo katika mwaka 2024-2025 zaidi ya shilingi bilioni 82.84 zilitolewa kwa vikundi 8275 na vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Kikwete amebainisha jambo lingine kuwa ni kuimarisha mfuko wa maendeleo ya vijana kwa kutoa mitaji nafuu kwa vijana waliojiajiri au unaozalisha biashara ambapo katika mwaka 2022-2023 na mwaka 2023-2024 shilingi bilioni 3.1 zilitolewa kwa kufadhili miradi 141 ya vijana. Suala lingine lililoimarisha ustawi wa vijana na watu wenye ulemavu ni kukamilisha na kuanza kutekeleza sera ya taifa ya maendeleo ya vijana mwaka elfu mbili na saba toleo la mwaka elfu mbili na ishirini na nne mwongozo wa utekelezaji ujumuishwaji na uimarishaji wa huduma kwa watu wenye ulemavu Tanzania mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mpango kazi wa taifa wa teknolojia saidizi elfu mbili na ishirini na nne Mheshimiwa Kikwete amesisitiza kuwa vijana wameendelea kunufaika kupitia programu ya taifa ya ukuzaji ujuzi ambapo jumla ya vijana laki moja hamsini na nne elfu, mia saba sabini na nane wamenufaika kupitia programu hiyo. Kauli mbiu ya kongamano hilo ilikuwa ni ununuzi wa umma kidijitali kwa maendeleo endelevu, ukuzaji wa kampuni za wazawa zawa na makundi maalum kwa ukuaji wa uchumi jumuishi mimi ni Samson Bahati na hii ni sauti yetu TV.